Na najua magumu wanayopitia waandishi wa habari. Waandishi wa habari hawana ajira za kudumu ofisini mwao, wanafanya kazi kubwa, wanafanya kazi za hatari, lakini hawana mikataba ya kudumu katika ma ma ma mashirika yao ya habari. Endapo nitakuwa rais, tunahakikisha tunalinda na kutetea maslahi mapana ya vyombo vya habari katika kutekeleza uhuru wa habari na utendaji kazi zao na kusimamia kuwa ajira rasmi na ya kudumu. Sera hii, sera hii ninayosema hapa Tabora, hakuna chama chochote cha siasa kimewahi kuwafikiria waandishi wa habari na kazi zao kuembeni, kwa hiyo nakuombeni kwa nusuru hawa ndugu zetu ambao wanafanya kazi usiku na mchana wanawahabarisha nakuombeni tarehe 29 mkanichague tuweze kulinda heshima na kuwapa kazi waandishi wa habari wa. Lakini namba ile tunakubaliana kwenye chama, nije niwaambie Watanzania na nazungumzia, nikiwa Tabora, kusimamia makampuni ya usafirishaji kuwapa mikataba madereva ya kudumu ya ajira na kusimamia maslahi yao ya kazi.